Na kocha kutoka Azam Football Club Kasim Liogope, lakini pia ninaye mchezaji mwandamizi e, ndani ya kikosi cha Azam Football Club Aishi Salum Manula. Tutazungumza na wao pia, kupata kusikia upande wao kuelekea mchezo huu wa mkondo wa pili dhidi ya KMKM. Huu ni mchezo wa aina gani, una maana gani kwa klabu nzima kwa ujumla, lakini pia mashabiki wa mpira wa miguu nchini wategemee nini, hasa ukizingatia kwamba Azam Football Club amelisubiri hili kwa zaidi ya miaka 20, kuona nafasi yake uh, inakuwa vipi kwenda katika hatua ya makundi ya michuano ya Afrika kuanzia ligi ya mabingwa mpaka kombe la shirikisho uh, kocha Liogope, karibu sana kwenye mkutano huu na wanahabari. Aisha Salmanula vivyo hivyo, uh, mbele ni wanahabari kutoka vyombo mbalimbali vya habari nchini na wako tayari kuwasikiliza kuelekea uh, mchezo wa marudiano dhidi ya KMKM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 It? sio kweli uh, kama nilivyosema hapo awali uh, tulicheza mechi ya kwanza tulipata matokeo uh, kwa aina ya mashindano sio rahisi kuweza kupata mashindano ugenini kama ulivyojipanga. Kwa hiyo huwa umepata mashindano umepata ushindi ugenini sio kwa maana mchezo wa mkondo wa pili pia utakuwa rahisi. Kwa hiyo football inabadilika. hawakuwahi kukutana na sisi kwa hiyo wameshatuona na wamejua mapungufu yetu. Kwa hiyo sisi kama sisi, kuna baadhi ya vitu tumeviona kwenye mchezo wa kwanza. Ukiangalia kipindi cha kwanza uh, tu dominate game mm, tulitengeneza nafasi nyingi sana, lakini kipindi cha pili wenzetu nao walijaribu kufunguka, wakawa wanajaribu kutumia watu wa pembeni, pia walitengeneza nafasi. Kwa hiyo kwa kuangalia mchezo ulipokuwa kipindi cha pili, kwa hiyo unapata picha mchezo wa mkondo wa pili ni namna gani mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo sisi tumejipanga na mara nyingi tukicheza na timu ambazo kwenye mpira ni watu ambao mna mna, uka, mna, yani, mna kuna ari fulani ya ushindani, ushindani automatically unakuwa unaongezeka. Kama alivyosema hapo awali, kuna factor kubwa sana, ukiangalia KMKM wana wachezaji ni wengi zaidi ya asilimia themanini ni vijana wengi wadogo, ni vijana ambao wana talent kubwa. Kwa hiyo mara nyingi ni kijana anapopata fursa, yeye anatamani kuonyesha, kwa hiyo ni ni mechi ambayo itakuwa ya ushindani. Kwa hiyo kikubwa, sisi tumejipanga kwenda kukabiliana na KMKM, na haya ni mashindano makubwa, wenyewe wamepata nafasi. Kwa hiyo kila ambaye amepata nafasi ni tunaenda level moja. Kwa hiyo kikubwa tu sisi tumejipanga kuja kushindana na KMKM. Sawa. Uh, jambo ambalo lina circulate kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na timu kutoa fursa kwa mashabiki kuingia uwanjani wapo ambao bado wametoza viingilio, wapo wengine wamesema free entrance, lakini sio swali la msingi kwako. Mashabiki wana nafasi gani kwenye kuchangia nyakati kama hizi? Sisi kwetu mashabiki wana nafasi kubwa sana, ukiangalia hata mechi yetu ilipita, uh, mashabiki walikuja kwa wingi, lakini pia na hii tumetoa fursa kwa mashabiki wetu kuja kwa wingi, na tunajua mazingira yetu ya Chamazi, uh, wakazi wengi wa Mbagala Chamazi, mbande saku ni watu ambao wanapenda mpira lakini pia lazima tuwa kweli. Wakazi wengi watu wengine, uh, wanapenda mpira lakini ukiweka viingilio vingi vikubwa inaweza pia ikakosi watu wengi wasije wakahudhuria. Kwa hiyo mimi kwanza niwapongeze viongozi kwa kuliona hilo na kwa kuona uhitaji. Sisi ni wakazi wa Chamazi, mimi ni mkazi wa Chamazi, ndugu zangu wengi wanatamani kuja uwanjani. Kwa hiyo hata najitahidi baadhi ya kununua tiketi waje uwanjani. Kwa hiyo hii fursa imepatikana, kwamba nimepata matumaini makubwa sana, na wengi wameniahidi watakuja uwanjani. Kwa hiyo hii fursa inasaidia kila mtu kwanza kuja kupata burudani, lakini pia ni kwa mara ya kwanza sasa. Inawezekana kama tukifanya vizuri, tukiweza kwenda katika hatua group stage. Kwa hiyo itatoa fursa kwa wakazi wa Mbagala, Chamazi, Mbande, Saku wote kwa pamoja, Kiponza, kuja kuiangalia timu yao pendwa wakati inafanya vizuri, na huu ni mwanzo, naamini tumekuwa na mwaka mzuri na tutakuwa na msimu mzuri mm-hmm. Kwa hiyo hii ni safari yetu ya mafanikio. Ah, naomba kukaribisha maswali ya Miss Junior Zainab. naomba na swali lingine moja la mwisho. Ah, mi nafikiri kwenye football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 tusiruhusu magoli lakini pia tuendelea kuboresha safu yetu washambuliaji, tuendelee kufunga lakini pia hata zile nafasi ambazo tulikosa katika mchezo uliopita, tuzitumie ili ziweze kutusaidia katika hatua ya mbele. Kila mchezo unaohitaji wake. Aishi ni mchezaji wa Azam, tupo naye, tulikuwa naye kwenye maandalizi, kwa hiyo tuna siku moja mazoezi. Kwa hiyo kama atakuwa katika mpango wa kucheza kesho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 zaidi ya asilimia kubwa wachezaji wote wako tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Ashukuru sana kwa muda wako.